Rais wa Urusi Vladimir Putin alitumia zaidi ya saa nne katika mkutano wake wa mwisho wa mwaka na waandishi wa habari kama jukwaa la kueleza kwa kina msimamo wa Moscow kuhusu vita vya Ukraine, uhusiano wake na mataifa ya magharibi, hali ya jeshi la Urusi pamoja na masuala ya kisiasa na kibinadamu yanayoigusa dunia ya leo. Mkutano huo uliovutia waandishi wa habari kutoka Urusi, Marekani, Uingereza, China na nchi nyingine uligeuka kuwa tukio la kimkakati la kuwasilisha simulizi rasmi ya Urusi kwa hadhira ya ndani na ya kimataifa. Kuhusu mzozo wa Ukraine, Putin alisisitiza kuwa Urusi bado haioni dalili za wazi za utayari wa Kiev kujadili swala la mipaka na ardhi. Hata hivyo, alisisitiza mara kadhaa kuwa Moscow iko tayari kumaliza mzozo huo kwa njia za amani iwapo mazingira ya haki na usalama yatatimizwa. Kwa mujibu wake, madai kwamba Urusi inakataa mipango ya amani ni ya kupotosha na hayana msingi, akisema lawama hizo zimekuwa zikitumiwa kama silaha ya kisiasa dhidi ya Urusi. Putin alirejea mwaka 2022 akidai kuwa Urusi ilitoa onyo kwa Ukraine mapema kuhusu hatima ya jamhuri ambazo hazikutambuliwa kimataifa na kusisitiza kuwa lengo lilikuwa kulinda raia waliokuwa wakiishi katika mazingira ya machafuko na vurugu. Katika mtazamo wake hatua zilizofuata zilikuwa matokeo ya kushindwa kwa diplomasia na kupuuzwa kwa wasiwasi wa usalama wa Urusi. Kwa mshangao wa wengi, Putin alizungumzia pia juhudi za rais wa Marekani Donald Trump, akisema kuwa anafanya jitihada za dhati na nzito kumaliza mzozo wa Ukraine. Alidai kuwa Moscow imeidhinisha kwa kiasi kikubwa mapendekezo yaliyotolewa na rais huyo wa Marekani katika mazungumzo yaliyofanyika Anchorage, akiongeza kuwa sasa jukumu kubwa liko mikononi mwa uongozi wa Kiev na washirika wake wa, wa Ulaya. Kwa kauli hiyo Putin alionekana kuelekeza lawama kwa Ukraine na umoja wa Ulaya kama vizuizi vikuu vya amani katika ukanda huo. Katika hatua iliyozoa mjadala mpana, Putin alisema Urusi tadai raia wa Ukraine wanaoishi ndani ya Urusi waruhusiwe kupiga kura katika ardhi ya Urusi, akieleza hatua hiyo kama swala la haki za kiraia. Aidha, alitangaza kuwa Moscow iko tayari kujizuia kufanya mashambulizi makubwa ndani ya eneo la Ukraine wakati wa uchaguzi, akijaribu kuonesha sura ya uwajibikaji wa kisiasa katika mazingira ya vita. Akigusia kile Urusi inaitwa operesheni maalum ya kijeshi SMO, Putin alidai kuwa mpango wa mkakati wa vita uko mikononi mwa jeshi la Urusi, hasa baada ya vikosi vya Ukraine kusukumwa nje ya eneo la Kursk. Kwa mujibu wake, majeshi ya Ukraine yanarudi nyuma katika maeneo mengi ya mapigano. Alitaja pia maendeleo ya kijeshi katika miji muhimu, akisema kuwa udhibiti wa maeneo kama Kupianski umechukuliwa na vikosi vya Ukraine, huku akiongeza kuwa kutekwa kwa kwa Siversk utafungua njia ya kusonga mbele kuelekea Slavianski. Katika maelezo yake kuhusu jeshi la Urusi, Putin alitoa taswira ya nguvu na udhabiti, akidai kuwa jeshi la Urusi limekuwa moja ya majeshi yaliyo tayari zaidi kupigana duniani. Alisema takriban wanajeshi laki saba wa Urusi wanahusika moja kwa moja katika uwanja wa mapambano nchini Ukraine, huku zaidi ya laki nne wakisaini mikataba ya kujiunga na jeshi mwaka 2025 pekee. Kwa mujibu wa Putin, wimbi la kujitolea kujiunga na jeshi linaendelea kuongezeka na Urusi imepiga hatua kubwa katika teknolojia ya drones hadi kuwa miongoni mwa vinara duniani katika sekta hiyo. Kuhusu uhusiano wake na Magharibi, Putin alitoa kauli zilizochanganya tahadhari na ujumbe wa kutuliza. Alidai kuwa nchi kuu ndani ya NATO, Marekani haichukulii Urusi kama adui wa moja kwa moja na kusisitiza kuwa Moscow haina nia ya kuanzisha operesheni mpya za kijeshi iwapo Magharibi itaheshimu maslahi ya usalama ya Urusi. Kwa kauli yake, Urusi haina mpango wa kupigana vita dhidi ya Ulaya bali inaamini kuwa kinachotokea ni vita vya Magharibi dhidi ya Urusi kupitia vikundi vya utaifa wa Ukraine. Kwa mtazamo wake, Magharibi ndio iliyoanzisha mzozo huo na inaendelea kuuchochea badala ya kuutuliza. Hata hivyo, alisisitiza kuwa Urusi iko tayari kushirikiana na Ulaya, Uingereza na Marekani, lakini kwa msingi wa usawa na kuheshimiana, si kwa lugha ya mashinikizo au vitisho. Kauli hii ilionekana kuwa mwaliko wa masharti kwa diplomasia mpya lakini pia onyo kwamba Moscow haitakubali tena mfumo wa mahusiano unaoiona kama mshirika wa chini. Katika sehemu za mwisho za mkutano, Putin aligusia masuala mengine yaliyotoa sura ya kibinadamu na kisiasa kwa wakati mmoja. Alimtaja rais wa China Xi Jinping kama rafiki wa dhati, mshirika wa kuaminika na nguzo muhimu ya ushirikiano wa kimkakati wa Urusi. Alizungumza pia kuhusu ujumbe wa Time capsule, kauli zilizomlenga katibu mkuu wa NATO Mark Rutte na akakanusha madai ya kuwepo kwa ukandamizaji wa kisiasa nchini Urusi. Kwa mtindo wake wa kawaida, Putin alichanganya siasa nzito na mzaha, akitaja kwa utani kile alichokiita silaha ya siri ya mwisho, akirejelea uvumi kuhusu kitu cha anga 31 Atlas kabla ya kusema kuwa anaweza kuendesha gari Moscow bila kutambulika, ingawa ni mara chache. Kwa jumla, mkutano huu wa mwisho wa mwaka haukuwa tu mazungumzo ya kawaida na waandishi wa habari, ulikuwa ni tamko la kisiasa lenye tabaka nyingi likilenga kuhalalisha sera za Urusi, kuhamasisha lawama kwa magharibi, kuimarisha morali ya ndani na kuwasilisha picha ya Putin kama kiongozi mwenye udhibiti, udhabiti na maono katika dunia inayozidi kugawanyika.